Ndugu zangu, ogopa sana. Naomba sana Mungu asikupe ndugu mwenye roho mbaya, ndugu wa damu, ndugu toka nitoke, ndugu mlioachiana ziwa. Muombe sana Mungu katika ndugu zako usipate ndugu mwenye roho mbaya, kwa sababu yupo tayari kwa kukuangamiza wewe. Hivi mtu wa namna hii atashindwa kwenda kwa mchawi, kama mtoto wa fulani nataka adhurike? Atashindwa? mtu wa namna hii atashindwa? Atashindwa kwenda kwa mganga na kulipeleka jina lako? Atashindwa kwa sababu tu wewe umefanikiwa, kwa sababu tu umepata kigari, umepata kazi, umepata ndoa, umepata mtoto, umepata kibanda, umepata kiwa? Atashindwa kukufanyia ubaya huo. Katika ndugu zako kumi, wanaokutakia mema pengine wawili. Ngozi hii, hii yani hii nyeusi nje mpaka kwenye moyo, wanaotaka wewe uendelee ufanikiwe upate, wanaweza kuwa wawili au watatu, wengine wote wanakuchekea hapa, kikupongeza, wanakupongeza hapa, wakikaa pembeni wanakuteta, akishereheka wanashereheka hapa, wakikaa pembeni wanakuteta. Ndio ndugu tuliokuwa nao, usiwachukie usiwatenge, tume na Uislamu haufundishi hivyo, lakini tukae nao kwa tahadhari. Macho yako yawe kama antena, jicho moja huku, jicho moja huku.